Nataka niwaambie si mimi, si Rais wa Zanzibar hatutatuma watu kuja majimboni. Sisi, sisi tuna nafasi zetu kumi kumi. Kwa hiyo tukimaliza uchaguzi, wale tunaowataka tuna nafasi kumi. Kwa hiyo mlioko kwenye majimbo mjidhatiti na majimbo yenu, na msifanye woga. Mkiona watu mnasema wametumwa au wanaojileta wakasema wametumwa, na hao wakateni mapema sana. Hatujatuma watu, hatujatuma tuma watu. Huu ni uwanja uwazi, ni uwanja uwazi. sisi emoe huu ni uwanja uwazi, kila mtu ajipime uwezo wake, aingie kwenye mchezo. Hazuiwi mtu, ajipime uwezo, aingie kwenye mchezo. Wananchi kule wataamua nani wanamtaka, lakini tukimaliza kuamua, chama kirudi kiwe kimoja, tuingie kwa uchaguzi kwa nguvu kubwa.